Nikapita pita, pita nimekutana na ule demu. Msikie kwa makini clip yake anavyosema. Msikilize. Afu uje tumjibu wote hapa. Tumjibu wote kwa pamoja. Sasa msikilizeni kwa makini alafu tuje tumjibu hapa wote. Yani, msikilizeni ule demu anatuongea. Mkaka una mwonekano. Hela zenyewe huna. Eh? Usafiri unatumia kama wa kwangu kwenda daladala. Muda wote una earphone za elfu mbili masikioni. <laughs> Basi sawa, yote tisa. Nikija kuangalia, amna amna. Foni zenyewe umechomeka kwenye sim ndogo na umeweka huko huku, hauna cha maana zaidi ya kusikiliza redio. Nani redio nini? Nasikiliza michezo. Sio kesi. Unapenda okay, mchezo labda. We ni Yanga au Simba? Nishawishi basi na mimi niingie kwenye timu yako. Mtu unaingia kwenye daladala, limeangalia dirishani, unajiuliza jamani, huyu kaka hisia hana. hmm? Yuko hivi nakwambia mkaka hataki ugeuka wala kutikisika. Nini wewe wenzio uko hivyo? Mtoto mzuri, niko hapo, nisemeshe. Ongea na mimi vizuri ikibidi ikibidi nipishe kwenye siti mimi nikae. Hmm? Niambie, uh, bwana tukobesha mawasiliano. <laughs> Niambie maneno mazuri. Wanawake wenyewe ndio sisi na mwanaume mwenyewe ndio nyinyi. Umeganda nakwambia kuambia. Alafu ukiangalia, ni muda wako wa kuoa umefika kabisa. Unatafutaje mke? Eh? Unasubiri kwenye marusu kabambia wakati wa lembo Mzee wako hivyo bwana. Nichangamkie mwenzio niambie maneno ni mazuri. Niombe namba nilipie nauli. Kwani ukinilipia nauli wewe shilingi ngapi? 800 inakushinda wewe. Mzee wako hivyo bwana. Sikia, udemu upuzi aliuongea. Nadhani mmemsikia kwa makini. Sasa, tuje hapa tumjibu wote. Kwa sababu gani wanaume hawatongozi wanawake? Sababu ya wanaume kutowatongoza wanawake ni pale ambapo wanawake wanakuwa hawana subira wala uvumilivu katika mahusiano yao. Asasa kwa vijana ambao hawajajipata, hawajajipata maana wasichana sasa hivi yupo razi kumsaliti ampendaye na akaenda kutembea anayemtamani. Kwa hiyo sisi hatuwezi kutongoza wasichana ambao hawa hawajali thamani ya kupendwa, ila wanajali thamani ya kutamaniwa. Hatuwezi kutongoza wasichana ambao wanajali kupewa pesa kuliko kujali mtu ambaye anayemtunza. Kwa hiyo sisi hatuna muda mchafu wa kutongoza wanawake wa, wa, wa namna hiyo. Hatuna muda wa kupoteza kuomba namba ya wanawake wa namna hiyo. Kwa hiyo DM, kazingua kinoma, kazingua.